Majina naitwa Athmani Amira Athmani, meneja timu ya mashujaa Football Club. Timu ipo Dar es Salaam ilipokuwa tukijiandaa na, na mchezo wetu wa uh, Simba Sports Club. Baada ya kumalizika kwa mchezo, sasa hivi tunaelekea mkoani Kagera na timu itaondoka siku ya Ijumaa kuelekea mkoani Kagera kwa ajili ya mechi yetu na Kagera, Kagera Sugar. Ni mchezo ambao utakuwa una hisia kubwa sana kwa sababu ukizingatia Kagera yupo chini anahitaji alama ili aweze kukaa nafasi nzuri, pia sisi tunahitaji alama ili tuweze kujiweka nafasi nzuri. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa mzuri, na timu itasafiri na wachezaji wote, sababu timu ina wachezaji ambao mwalimu katika kutegemea kumtumia, yaani uwezi jua mwalimu atamtumia nani katika mchezo huu, kwa maana na wachezaji wote wako timamu na hakuna majeruhi hivi sasa isipokuwa, labda kuna mchezaji mmoja ambaye ana red card, lakini tunaamini tuna tuko vizuri kwa magolikipa aliobaki wataisaidia timu.